Ili tusije kurudia tena kujenga kambi wakati tunajenga vipande hivi viwili. Kwa hiyo hicho, hiyo hiyo, hiyo kambi ndio inatumika kukamilisha hii barabara ambayo itakuwa imebaki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu, naomba kuwasilishwa. Waziri Mkuu kwa kupokea maelezo haya, sasa tukaribishe katika eneo la TRA ambapo tutapokea taarifa ya kutoa ardhi kupanua mipaka pamoja na ujenzi wa jengo la forodha . Karibu sana, aliandaliwa karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hii ni Mamlaka ya Mapato Tanzania ambayo tumekasimiwa kukusanya pesa za serikali. Um, nitoe kidogo kabla ya kuelezea um, utoaji wa ardhi pale Tarakea. Mamlaka ya Mapato Tanzania tuna shukurani kubwa sana, kwanza kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, kwa sababu katika kipindi cha miaka miwili tumekuwa tukivuka malengo kwa asilimia kubwa. Nichukulie mfano mwaka jana, lengo letu lilikuwa bilioni Sanya, ni, ni nufarisi, ulasimia, um, um, na hiyo mchango mkubwa unatokana na vituo vyetu vya forodha ambavyo vinafanya vizuri nikianzia na Holili nikija Tarakea na tuna mpaka wetu pale airport ya Kia ambapo tunafanya vizuri kote. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba kituo chetu cha Tarakea eneo ni finyu na majengo yamekuwa ya kizamani ndio iliyotulazimu kufikia ile hatua ya kusema tupanue na kukifaa, kuki upgrade kiwe kituo cha tunaita uh, uh, custom